Zinakuwa hazina mwisho na kuna wale ambao wanakuwa na mbegu nyepesi. Kwa hiyo kina baba wameweza kukumbwa na changamoto tofauti tofauti hapa na pale, ni kwa sababu ya vitu tofauti tofauti. Lakini pia kuna wale ambao umri umeshasogea tayari, ile hali ya tezidume kutanuka imeshaanza kuonyesha dalili kama kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, kujisaidia haja ndogo hali ya kuwa anasikia maumivu na miwasho. Lakini pia kuna wale ambao wanakuwa wanapata uh, changamoto ya kushindwa kabisa kucontrol mkojo ana kidogo, tena, kabisa kucontrol mkojo anapoenda kujisaidia akichelewa kidogo, lakini hali hii tezi, kuliko, kawaida na na hiyo tunasema kuliko, hizi changamoto zinaweza kutatulika endapo ukiweza kupata ushauri mzuri, mfumo wa uzazi wa mwanaume na kufanya tendo la ndoa inavyotakiwa. Tuko maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi, tutafute kwa sifuri saba moja sita